Kwa mtazamo wadasisi fulani mazungumzo kati ya serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na wasi wa M23, wadasisi hao wanatoa kauli hii kwa msingi kuwa hapo awali makubaliano kati ya pande zote mbili hayakuzingatiwa. Wasi wa M23 pamoja na serikali wamekuwa wakikutana hapa jijini Kampala kwa muda wa wiki mbili sasa, kupata suluhu kuhusu tofauti kati yao, lakini pamekuwa na hali ya taharuki kila wanapotakiwa kufanya kikao na hii ni ishara tosha kuwa pata kuwa na maelewano baina yao kama ilivyotarajiwa. Sisi hata sululisho hatuna, lakini tunajua sululisho ambazo hatupendi zipatikane. Ya kwanza ni kusudi wale wa jamaa waketi kwa kugawa viti, kwa kugawa interesti zao. Tunasema hilo haliwezi kuwa sululisho kamwe, walipima tangu mbele, haikukuwa sululisho. Kitu ya pili hatupendi sululisho ambalo liko based kwa vita. Tunasema population tumechoka. Hata hivyo, Sematumba amesisitiza kuwa serikali ya Congo haijawapa waasi wa M23 nafasi ya kueleza kero yao, ilhali wao walitakiwa kukutana kwa muda wa wiki mbili tu ili waweze kushauriana kuhusu masuala mbalimbali yanayowakumba wa Congo, hata kupelekea wengi wao kuasi serikali yetu. Tunasema hapa hatone kama serikali yetu inajihusika vilivyo na, na, na, na problem ya ukimbizi, japo wakati tunafanya historic ya mizozo yote tangu ma, ma vita zinaanza kwetu Eastern Congo, tunaona kama jamaa wale ambao wanashambulia wanatia ile ile, ile mata ya, ya refugees kwenye kwenye mstari wa mbele. Taasisi hiyo ya Pole ambayo imekuwa ikifuatilia kikao hicho kwa makini imeongezea kuwa bado kuna hali ya utata katika nchi ya Kongo hata baada ya pande zote mbili kuafikiana kuendesha mazungumzo hayo. Taarifa ya habari.